Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Leo ngoja nizungumze uh, na watu walioko kwenye mahusiano au hata kwenye mahusiano ya kawaida, sio ya mapenzi, lakini mahusiano ya watu ofisini, mahusiano ya wewe na ndugu zako, mahusiano ya wewe na wafanyakazi wenzako, mahusiano ya wewe na mpenzi wako, wewe na majirani zako. Uh, watu wengi tumeumbwa, tuna kiu ya kupendwa, tuna kiu ya kutafuta watu wa kutu appreciate, wa, wa kutu acknowledge, watu wa kutupenda. Unaona, tuna kiu ya, ku, ya kufanyiwa eh, kiu ya kuona mabadiliko katika maisha yetu, tuna kiu ya, ku, ya kupendwa na watu wengi sana, lakini upendo wa kweli ni upi? Upendo wa kweli ni upi? Kwenye haya maisha ya kawaida, upendo wa kweli haupo kwenye namna ambavyo tunafikiri watu wengine watatufanyia, tunategemea vitu watufanyie, hauko kwenye namna gani tuna wainfluence, tunawashawishi watufanyie ili tuwapende, watufanyie hivi ili tuwapende. Na ndio maana mara nyingi nasema unapotegemea ufanyiwe kitu na mtu mwingine, upendo wa kweli hauko hapo. Upendo wa kweli unaanzia pale ambapo huna unachotegemea na hii ndio tunaita unconditional love. huna unachotegemea unampenda mtu sio kwa sababu unategemea chochote kwake. Unamkubali mtu sio kwa sababu unategemea atalipa kitu kwako, au atakupa nafasi nyingine wakati mwingine, au naye atawahi kuku appreciate wakati mwingine. Sasa hivi tuko kwenye mambo ya siasa, unafahamu watu wanapendana na kujaliana na kufanyiana wema kwa sababu anajua huyu mtu atachaguliwa, huyu mtu kesho atakuwa fulani, huyu ni potential, ataweza kupata uwaziri, huyu anaweza akawa mkuu wa mkoa, huyu anaweza akapelekwa pale na pale, yuko kwenye siasa. Kwa hiyo unatenda mema kwa sababu unatarajia. Naomba nikwambie, upendo wa kweli unaanzia pale ambapo you do not have anything to expect. Unamkubali kwa sababu unamkubali, una, una appreciate kwa sababu unamappreciate huna kitu chochote cha kutegemea kwake, lakini ndani yako unamkubali yule mtu, unamwambia yaliyo mambo mema, unamsaidia lakini huna unachotegemea, sio leo wala kesho, huna unachotegemea, huko ndiko kwenye upendo wa kweli, this is what we call unconditional love. Kama una mpenzi wako, mume wako, mke wako, girlfriend, mchumba, kama upendo wako unaegemea kwenye vile unavyovitegemea kwake